Hujambo mtazamaji, ni kushukuru sana kwa kuendelea kufuatilia matangazo yetu. Leo ni siku ya 22 ya mwezi wa tano 2025, na mwezi nao unazidi kuyoyoma. Karibu sana katika matangazo yetu kutoka chumba chetu cha habari, tukujuze yale ambayo tumekutayarishia kwa siku ya leo kutoka pande mbalimbali za ndani na nje ya nchi. Mimi ni Scolastika Mazula, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Katika habari za biashara na maswala ya uchumi, leo tunaye Godwin Mawanja, na katika habari za michezo na burudani leo tunaye mwanamichezo wetu Mohamed Jamali, ungana nami hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. TMA yatoa utabiri wa kipupwe mwaka huu huku ikisema kutakuwa na baridi kali, upepo mkali na mvua za nje ya msimu. Programu ya Imbeju kutoka CRDB yawajengea wajasiriamali ya uwezo wa kifedha. Na katika habari za kimataifa, Israel yatangaza kuimarisha usalama kwenye balozi zake duniani. Karibu mtazamaji, na moja kwa moja tuanze jijini Dar es Salaam salam ambako hii leo mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imetoa utabiri rasmi wa hali ya hewa kwa msimu wa kipupwe unaotarajiwa kuanza Juni hadi Agosti mwaka huu 2025 huku ikionya kuhusu uwezekano wa kuwepo kwa hali ya baridi kali, upepo mkali na vipindi vya mvua zisizo za msimu katika baadhi ya maeneo ya nchi. Tuungane na mwanahabari wetu Rachel Chacha kwa taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, kaimu mkurugenzi mkuu wa TMA Dr Ladislaus Changa amesisitiza umuhimu wa wananchi na wadau mbalimbali kufuatilia kwa karibu taarifa za hali ya hewa ili kuepuka athari zinazoweza kujitokeza. Kwa mujibu wa Dkt Changa, msimu wa kipupo mwaka huu unatarajiwa kuwa na baridi ya wastani hadi kali hasa katika mikoa ya Kigoma, Tabora, Katavi, Rukwa, Singida na magharibi mwa Dodoma. Julai umetajwa kuwa mwezi wenye baridi kali zaidi, huku baadhi ya maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi yakitarajiwa kushuhudia nyuzi joto kushuka hadi chini ya sita. Ameeleza kwamba ingawa kipupwe kwa kawaida huambatana na ukavu, baadhi ya maeneo kama kanda ya ziwa Victoria, Kagera, Geita, Mwanza, Simiyu na Mara pamoja na ukanda wa pwani na visiwa vya Unguja na Pemba yanatarajiwa kupata vipindi vya mvua zisizo za msimu. Maeneo mengi katika nchi yetu yanatawaliwa na ukavu baridi, lakini pia uh, upepo wa kusi. Sasa hiyo ndio hali ya kawaida ambayo tunaitarajia. Uh, kwa maeneo mengi katika uh, muda mrefu uh, katika nchi yetu sasa kwa kipindi cha Juni mpaka uh, Agasti 2025 uh, mwelekeo tathmini yetu inaonesha kwamba hali ya baridi ya wastani hadi joto kiasi inatarajiwa katika maeneo mengi ya nchi yetu. Aidha, athari zinazoweza kujitokeza kutokana na hali hiyo ni pamoja na kuongezeka kwa magonjwa ya kuambukiza kama homa ya mapafu, magonjwa ya mifugo, matatizo ya kiafya yanayohusiana na vumbi, pamoja na ukame unaoweza kusababisha upungufu wa maji na malisho kwa mifugo. Kwanza, tahadhari za kiafya zichukuliwe ili kulinda jamii dhidi ya magonjwa yanayoweza kusababishwa na hali ya baridi pamoja na vumbi. Wakulima pia na endelea kushauri Uh, kwa kuzingatia pia ushauri wa maafisa ugani, lakini kulima mboga mboga na mazao ya mizizi kama viazi katika maeneo, uh, ev, lakini ni vizuri pia wakaendelea kuzingatia ushauri unaotolewa na maafisa ugani. Shukran sana Rachel, na taarifa hiyo na masuala ya utabiri wa hali ya hewa. Kwingineko, chuo cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili MUHAS kimebainisha kwamba awamu ya pili ya ujenzi wa kituo cha umahiri na hospitali ya kimataifa ya magonjwa ya moyo ukanda wa Afrika Mashariki inatarajiwa kuanza kesho, huku tayari wakiwa wameanza kupokea wanafunzi wa kozi za ubobezi katika matibabu ya moyo kutoka nje ya nchi, kwa maana ya ukanda wa Afrika Mashariki. Taarifa zaidi na Good Luck Msola. Akizungumza na wanahabari wakati wa zoezi la vipimo na matibabu bure ya moyo kwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam, naibu makamu mkuu wa chuo cha afya na sayansi shirikishi Mwimbili Mwas Profesa Apolinari Kamuhabu amesema ujenzi wa kituo hicho utazinduliwa Mei 23, ambapo uzinduzi huo umetanguliwa na kambi ya matibabu bure ili kutoa mwamko kwa wananchi kutambua afya zao. Tunavyotaka kuwa na wananchi kama hawa, lengo ni kujua matatizo yao ni nini kwa kutumia vyombo vya uchunguzi tulivyo navyo, na kama mtu anaumwa basi tumpeleke kwenye kituo sahihi akapate matibabu. Kwa hiyo tumeanza leo na leo mpaka saa hizi tumesajili wagonjwa wa, wananchi 120 na tunatarajia namba zinazidi kuongezeka. E, kama nilivyosema lengo ni kusaidia jamii, kwanza kutoa elimu e, tutatoa elimu kuhusu magonjwa ya moyo e, tunataaa mwalishe wako hapa e, lakini vile vile tutatoa kuhusu visababishi e, tutachunguza na tutatoa a, mtu tunakwambia wewe, tunaona una tatizo hili au huna tatizo au unaelekea namna hii. Kwa upande wake Profesa Emmanuel Barandia, naibu makamu mkuu wa chuo anayeshughulika na taaluma, amesema asilimia kumi ya wanafunzi wa kituo hicho wanatoka nje ya Tanzania, ikiwa ni ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki huko akiwataka wataalamu wa moyo kuendelea kukitumia kituo hicho ambacho kikamilika kitakuwa kitovu cha matibabu ya kibingwa ya moyo kwa bara la Afrika. Wataalamu wengi wa magonjwa ya moyo kutoka katika nchi nyingine za Afrika Mashariki waje kupata uh, mafunzo hapa kwetu Mwas. Ndio maana tumejizatiti sana kuhakikisha kwamba tunakuwa na programu nyingi nzuri ambazo zita attract waje kuja kupata hizo huduma, na mpaka sasa hivi tunavyozungumza, karibu asilimia kumi ya wanafunzi wetu wote wa ubobezi wanatoka katika nchi za nje ya Tanzania hususan ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo tunajua kwa kuanzisha hospitali hii na kituo hiki tutaendelea zaidi sasa kuwa ni kitovu uh, cha magonjwa ya moyo ndani ya Afrika Mashariki pamoja na Afrika ikiwezekana, na tumeanza kuona hivyo kwenye hiyo trend za wagonjwa wanakuja kupata huduma, pia ukiachana na uh, wataalamu kuja kujifunzia hapa, lakini pia hata wagonjwa wanaoumwa magonjwa haya ya moyo tayari wanakuja wengi sana katika taasisi ya Jakaya Kikwete. Na baadhi ya wananchi walionufaika na kambi ya matibabu sanjari na kuishukuru serikali kwa kujenga kituo hicho wameomba kambi iweze kuendelea kuwepo mara kwa mara ili iweze kuwasaidia. Nashukuru kwa kujitolea kwa Tanzania ili tujue afya zetu kwa sababu Watanzania wengi sasa hivi afya zetu ni mgogoro, ila sisi kuzijua ni muhimu na kuzilinda. Zoezi hili la upimaji wa matatizo ya moyo liwe endelevu kwa sababu gharama za kupima na kucheki afya zetu sisi Watanzania si utamaduni wetu, na pia itasaidia sana kupimwa kwanza kabla ya kujua tatizo, ili kama huduma ya kupitia Mogas itakavyofanyika kwa ajili ya kupima watu kujua tatizo iwe endelevu na kuja kwenye maeneo ya wananchi, na isiishie hapa tu huku Mloganzila. Wengine hata gharama za usafiri kuja huku ni shida lakini ikizunguka kwenye vituo vya wilaya itakuwa ni jambo zuri, kwa awamu tofauti, na matangazo ya kutosha, ili vipimo vibainike, mtu ajijue kwamba mimi nina tatizo la moyo au shinikizo la damu, na iweze kuwa kwamba ni bure. Shukran sana Gudi na taarifa hiyo. Benki Kuu ya Tanzania imewataka watoa wa huduma za fedha nchini kutatua changamoto ya gharama kubwa katika mifumo ya fedha ikiwemo kuwa na njia mbadala na rahisi zitakazosaidia kuongeza idadi ya wananchi wanaotumia huduma jumuishi za fedha kutoka asilimia 76 ya sasa hadi kufikia asilimia 89 ambayo ndiyo lengo la serikali. Tuungane na mwanahabari wetu Goodluck Msola ameandaa taarifa hiyo. Akizungumza katika uzinduzi wa mfumo wa kidijitali kwa ajili ya huduma za vyama vya ushirika na vile vya akiba na mikopo maarufu kama Saccos kupitia ushirikiano baina ya mtandao wa Mixx by Yas na kampuni ya UBX. Mwakilishi wa Benki Kuu ya Tanzania Dr. Khadija Kishimba amezitaka kampuni ambazo zinatoa huduma za kifedha nchini kuweka nguvu katika eneo la vyama vya ushirika, fursa hii kuwaendelea kuwahimiza watu watumiaji wengine wa huduma za fedha waendelee kutumia njia mbadala badala ya kukaa peke yako na kuona kwamba mnashindana, tuangalie kama we are co-existing, kwamba tunahitajiana, na tukijumuisha nguvu yetu tunaweza tukaja na njia za kuwasaidia wananchi wetu kwa ujumla, tukikumbuka azma kubwa ya kusogeza wananchi wengi kuendelea kutumia huduma rasmi za kifedha. Wakati tunaendelea kusogea, naomba tukumbushane, tuna commitment ya kuweza kuwa na mifumo ya kidigitali na huu ni mmoja wapo, lakini pia tunataka kuweka urahisi kwa wananchi wetu, lakini tunaendelea kuangalia, hii ni njia nzuri sana ya kusogeza ukuaji wa uchumi, lakini pia kuwafikia wananchi ambao wako katika hadi ya chini. Upande wake afisa mtendaji mkuu wa Mixx by Yas Angelica Pesha na Selonga Wangwe afisa mtendaji mkuu wa kampuni ya mifumo ya tehama ya UBX wamesema ushirikiano baina ya kampuni hizo mbili umelenga kuleta urahisi kwa wanachama wa vyama vya ushirika ili kuweza kuleta huduma za mikopo, hisa na huduma nyingine kwa urahisi, ikiwemo huduma za kifedha kupitia mifumo ya kidijitali. Takwimu hizi ni seme tena, zinafikirisha sana, na ndiyo maana tumeona tufanye ushirikiano huu kati ya Mix UBX na Scout. Tukijikita kwenye kuhakikisha sio tu tunabadilisha hizi takwimu, bali pia tunaleta manufaa ya moja kwa moja kwa wanachama wa SACCOS, hivyo kuchochea watu wengi zaidi kujiunga na SACCOS hapa Tanzania na kutumia teknolojia za simu za mkononi kupata huduma za kifedha popote pale walipo. Wote tunafahamu nadhani almost oh, kila mtu ana simu ya mkononi. Kwa hiyo hizi huduma tunazoendelea kuwafikishia, kama zinapatikana kwenye simu ya mkononi, access inakuwa rahisi zaidi kuliko kwenda kupanga foleni kutafuta ofisi ziko wapi? Unayo ni simu yako all you can do ni transaction moja mbili, unaweza kufanya muamala ni ukweli kwamba tuna, tunajua kabisa kwamba SACOS ni ni taasisi ambazo hazina hazipati hazipati labda attention uh, kwa sababu labda ya, ya size yake, lakini sisi kama UBX mkiangalia hata ile mifumo ambayo tumekuwa tunaendesha, mara nyingi tu tumekuwa tunaenda sana kwenye ile mifumo ambayo inagusa sana wananchi wa kawaida na walio wengi. Kwa hiyo ndio maana tukashirikiana na Scalt na kujaribu kutengeneza mfumo ambao, kama alivyoeleza bwana uh, Salila hapo, utakuwa sana sana unawasaidia wale wale wa wanachama wa SACOS kuweza kupata mikopo yao au kulipia mikopo yao. Naye afisa mradi kutoka GSK Godwin Salila pamoja na Umari Shahabani, mjumbe wa bodi kutoka umoja wa vyama vya ushirika na vyama vya akiba na mikopo SCART, wamesema moja ya faida inayotokana na mfumo huo ni kupunguza foreni na kuweka urahisi kwa Watanzania ambao wanatumia huduma za SACOS na ushirika. Shukrani sana mtazamaji, ni taarifa hiyo kutoka jijini Dar es Salaam na mara hii tuelekee huko mkoani Singida ambako wakazi wa kijiji cha Mbwasa kata ya Makutupora wilayani Manyoni mkoani Singida wameiomba serikali kumwondoa mtendaji wa kata hiyo kutokana na mtendaji huyo kuwanyanyasa wananchi na kujihusisha na vitendo vya rushwa. Kwa undani wa habari hii, tuungane na Amini Nyaungo kutoka Singida. Kwa kweli, huyu mtendaji wetu hatumtaki. Mtendaji wa kata nani ya Makutupora. Hivyo ndivyo wanakijiji wa kata ya Makutupora wilaya ya Manyoni mbele ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Singida, Martha Mlata wakitaka mtendaji wa kata hiyo kuondolewa mara moja katika kata hiyo kutokana na kile ambacho anachokisema kunyanyaswa na mtendaji huyo na kujihusisha na vitendo vya rushwa Hatumtaki mtendaji wa kata ya nani ya Makupora, hajatupa jibu. Ha, uandikishaji hauendi vizuri. Hili jibu litatoka lini? Kwamba mtendaji wa kata ya Makupora hatumtaki, hatumtaki kwa sababu yeye anaendesha vibaya kata yake ya Makupora. Kama mkurugenzi ataendelea kumpenda, ampangie kituo kingine, usalama wake uwepo. Kageuza watoto wetu kama mitaji. Mtoto wa sekondari anapokuwa pale shuleni akapewa ujauzito akarudi nyumbani yeye anakwenda kumbana nani? Mzazi piga laki nane, piga laki nne, piga laki ngapi? Sababu kubwa ya kumkataa mtendaji huyo aondoke ni ipi? Lakini anapenda rushwa, kinachomsababisha ni rushwa. Kwa kweli, huyu mtendaji wetu hatumtaki moja kwa moja, kwa sababu huyu mtendaji wetu anapenda sana rushwa. Lakini kwa habari njema kwao ni kutokana na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Singida Martha Mlata, ambapo amewapa, hakuna mtendaji yoyote aliyeajiriwa na serikali ya chama cha mapinduzi ambaye ametumwa akawanyanyase wananchi, kwamba mtendaji huyo nimeshamwondoa, ataletwa mtu mwingine kutoka wilaya. Asante sana Amini na taarifa hiyo kutoka mkoani Singida. Hii ni TVE unaangalia habari za kitaifa na uko nami Scholastica Mazula. Baadhi ya viongozi na wanachama wa vikundi vya wanawake na vijana katika kata ya Kalangalala Kwenye manispaa ya Geita wamelalamikia kukosa mikopo inayotolewa na halmashauri kwa madai ya kutuma maombi nje ya muda licha ya barua zao kuonyesha waliwasilisha maombi hayo ndani ya muda uliopangwa. Huko Geita tunaye mwanahabari wetu Joel Maduka na hii ni taarifa zaidi. Akizungumza katika ofisi ya kata hiyo, viongozi hao wamesema walipokea wito kutoka kwa maafisa maendeleo ya jamii wakati hiyo kufika huchukua nyaraka pamoja na barua rasmi inayoeleza sababu za kukosa mikopo hiyo. Mimi ni kijana ni kijana ambaye sijaajiliwa, nilikuwa ni, ni, kwenye system ya serikali lakini sijaajiliwa, nimemaliza mafunzo wangu, kasema hii huu um, mkopo taniinua mimi kama kijana, lakini mwisho wa siku nakuja hapa ndo nakutana na barua kwamba niko out of time kwa ajili ya mkopo wa halmashauri. Sasa sijajua, mama Samia atuangalie, atuangalie sisi, sisi ni vijana ambao tunamtizama tuna, tuna yeye na sisi ni vijana ambao tunajituma kwa sababu yake yeye. Kwa, kwa mama Samia alisema mikopo inasaidia wanawake wote. Sasa tumekuwa tena tunazungushwa na tumetumia gharama kutengeneza katiba zetu eh. Kila, kila kitu mimi ninacho ile chote hapa, faili langu hapa, naona limeandikwa tarehe tarehe 25 mwezi wa 11, na hapa naambiwa niko nje ya muda ambao ni tarehe moja mwezi wa kwanza. Je, hili tangazo kweli litoka mwezi wa kwanza au ni ujanja ujanja? Diwani wa kata ya Karangalala Prudence Temba amewasihi wananchi kuwa uvumilivu, huku juhudi za kuhakikisha vikundi hivyo vinapata mikopo zikiendelea kufanyika. Mtaandikwa majina wote, yakae ofisini kwa afisa maendeleo wetu, hii, wa kata hii, kitakapofunguliwa nyinyi mwito wa kwanza, basi takuwa nalo ni jambo jema, ndio hivyo jamani. Eh, tutamani kuona ni kwamba nyinyi wote mpate mikopo hii, na hii mikopo ni ya kwenu, wala sio ya kisiasa kwamba ni, ni madiwani wanataka kutafuta kura la nini. Wala haina uhusiano wote na siasa. Tunatamani mpate mikopo, muweze kufanya biashara zenu kama wajasiriamali na muweze kuendesha maisha yenu. Malalamiko hayo yamewasilishwa hadi katika ofisi ya mkuu wa wilaya ya Geita, ambapo mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii wa manispaa ya Geita Robert Sungura alilazimika kuitwa kutoa ufafanuzi kuhusiana na sakata hilo. Kuna faili zimedishwa kwamba si tumondolewa. Hakuna mwananchi ambaye amekosa fursa ya kupata mikopo, ila katika awamu hii amekutwa na dosari za kuwezesha kwamba kupata mkopo. Dosari hizo azirekebishe, dirisha linalofuata azirekebishe, aziweke azileke katika mtazamo wa kuweza kupata mkopo. Licha hivyo, ndugu zangu, wilaya ina maelekezo miradi inaombewa na vikundi vya vijana wanawake tunataka miradi hiyo yenye tija. Kuna viwango vimewekwa na serikali. Vikundi vikubwa vinaruhusiwa kukopa hadi milioni mia hamsini, vikundi vya kati vinatakiwa kuomba mwisho milioni arobaini na tisa, lakini kuna vikundi vingine bila kuacha vyenye shuli ndogo ndogo navyo vinaruhusiwa kuomba ambao ndio iyo, mtu anaomba milioni tano, milioni saba, milioni nane. Mimi ni wase vijana tuje na mawazo chanya makubwa. Sungula ameongeza kuwa baadhi ya vikundi vilivyokosa mikopo hiyo ni kutokana na kutokukamilisha vigezo vilivyowekwa licha ya baadhi yao kudai kutuma maombi ndani ya muda. Alifafanua kuwa ofisi yake inaendelea kufanya uchunguzi wa kina ili kuhakikisha vikundi vyote vilivyotimiza masharti vinapatiwa haki yao kwa mujibu wa taratibu. Asante sana Joel Maduka na taarifa hiyo, mtazamaji kutoka mkoani Geita. Huko Dodoma, Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa JKT Stergomena Tax amesema kwamba kutokana na uwezeshaji mkubwa ambao umefanywa na serikali ya awamu ya sita, Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kwa kipindi cha miaka minne, imefanikiwa kutekeleza majukumu yake ya msingi kwa weledi na kwa mafanikio na kuiwezesha nchi kuendelea kuwa na amani, utulivu, umoja na mshikamano. Josephine Kaponya ni mwanahabari wetu huko Dodoma, ameandaa taarifa zaidi. Waziri Stergomena Tax amesema haya jijini Dodoma katika mkutano na waziri wa ulinzi pamoja na waandishi wa habari alipokuwa akieleza mafanikio ya miaka minne ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hasani. Amesema serikali kupitia wizara imeendelea kuimarisha jeshi la ulinzi la wananchi Tanzania JWTZ kwa kuliongezea bajeti na hivyo kuongeza uwezo wa kimedani kwa kulipatia vifaa zana za sasa na kuwezesha mafunzo na mazoezi kuimarisha uwezo wa kimedani wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, na kutokana na uwezeshaji mkubwa unaofanywa na serikali ya awamu ya sita, Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kwa kipindi cha miaka minne, imefanikiwa kutekeleza majukumu yake ya msingi kwa weledi na kwa mafanikio na hatimaye kuiwezesha nchi yetu kuendelea kuwa na amani na utulivu na umoja na mshikamano kama nilivyokwisha sema. Aidha, waziri Stergomena ameeleza hali ya ulinzi wa amani katika mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuhakikisha kuwa mipaka ya nchi inakuwa salama. Kuhusu utoaji wa mafunzo yenye kuwajengea vijana maadili mema, uzalendo, ukakamavu, umoja wa kitaifa na kuwapatia stadi za kazi na uhodari katika nyanja mbalimbali, mheshimiwa Tax anaeleza idadi yao waliopatiwa mafunzo hayo katika kipindi cha miaka minne ya serikali ya awamu ya sita. Wizara kupitia Jeshi la Kujenga Taifa imeweza kutoa mafunzo kwa vijana laki laki moja 43863, kwa mujibu wa mji sheria wavulana wakiwa laki moja na 625, na wasichana wakiwa 43235, na mafunzo kwa vijana wa kujitolea uh, 46199 wavulana wakiwa 31842 na wasichana wakiwa 14554. Mafunzo haya yameweza kuwajengea vijana maadili mema, uzalendo, ukakamavu, umoja wa kitaifa na kuwapatia stadi za kazi na uhodari katika nyanja mbalimbali ambazo wameendelea kuzitumia baada ya mafunzo haya. Kwa mujibu wa Waziri Tax, serikali ya awamu ya sita imeweza kugharamia ujenzi wa uboreshaji wa miundombinu mbalimbali na kwa sasa wizara inaendelea kukamilisha ujenzi wa makao makuu ya ulinzi wa taifa Kikombo jijini Dodoma unaogharamikiwa na serikali na kutekelezwa na wataalamu wa ndani ambapo ujenzi huo umefikia asilimia 93.5. Ujenzi wa hospitali kuu ya kanda Dodoma yenye hadhi ya daraja la nne inayojengwa katika eneo la Msalato katika jiji la Dodoma kwa kushirikiana na serikali ya Ujerumani, ujenzi wa hosteli za chuo cha taifa cha ulinzi Kunduchi jijini Dar es Salaam na miradi mingine tele. Asasi za kiraia AZAK imesema ili Tanzania ifikie dira yake ya kuwa nchi ya kipato cha kati ifikapo mwaka 2050 ni muhimu kwa jamii nzima kushirikiana katika kukuza elimu ujasiria mali na kuboresha huduma za kijamii. Mwanahabari wetu Uraicho Chacha anaeleza zaidi. Akizungumza kuhusu maadhimisho ya wiki ya Azaki CSO Week yatakayofanyika kuanzia Juni mbili hadi sita mwaka huu mkoani Arusha, mkurugenzi wa Foundation for Civil Society FCS Justice Rutenge ameeleza kuwa wadau kutoka sekta mbalimbali wanatarajiwa kushiriki katika mijadala itakayojielekeza katika masuala muhimu ya maendeleo ya taifa kwenye maadhimisho hayo lengo ambalo tumejiwekea kama taifa ni kwamba Tanzania kufikia 2050 itakuwa nchi ya kipato cha kati ngazi ya juu. Hilo ndio lengo ambalo tunafahamu kwamba tumejiwekea katika dira. Um, sasa ili kulifikia lengo hilo e, wiki ya Zaki itajikita kwenye kuangalia, je, tunapaswa kupita kwenye njia gani? E, sisi sote kama taifa, lakini ya sasa, mchango wa wadau mbalimbali ni upi? Serikali inafanya nini? A, lakini sisi kama sekta ya zaki a, wabia na wadau wetu kutoka sekta binafsi wanafanya nini? Tunawezaje kufanya kazi kwa ajili ya kuifikia dira hiyo. Kwa upande wake mkurugenzi mkazi wa CBM Tanzania Nesia Mahenge amesisitiza umuhimu wa kuwekeza kwenye nguvu kazi ya taifa ili kufanikisha ajenda za maendeleo, huku akiongeza kuwa mijadala hiyo itagusia pia masuala ya demokrasia, huduma za kijamii na ubia wa maendeleo, ambayo ni mihimili ya mafanikio ya taifa lolote. Kwa hiyo haya mashirika kama steering committee ametengeneza hii kamati, ni maalum kwa ajili ya kuhakikisha kwamba moja tunajumuisha mashirika yote au asasi za kiraia kuhakikisha kwamba tunakutana kwa ajili ya kujifunza na kutathmini kazi ambayo tunaifanya ndani ya nchi yetu kwa ajili ya maendeleo ya Tanzania. Sasa kwa mwaka huu na miaka mingine, tumekuwa tukisisitiza sana umuhimu wa multi-stakeholders engagement. Kwa hiyo, katika mashirikiano tunaangalia katika maeneo tofauti. Eneo la kwanza huwa tunasema ushirikiano kati ya civil society organizations au asasi za kiraia na serikali. Tunashirikiana kwa karibu sana, kwa sababu kazi zote ambazo tunazifanya nchini kwetu, tunajenga nyumba moja hivyo, ni hatuna budi kuhakikisha kwamba miongozo, sera na taratibu za nchi tunazifuata. Tunazifuata kwa kushirikiana na serikali ili iweze kutusaidia kutuongoza, lakini pia kujifunza na kuhakikisha kwamba rasilimali ambazo tunazitoa zinaenda kusaidia wananchi wetu wa Tanzania. Wiki ya AZAKI mwaka huu inalenga kuwa jukwaa la wazi kwa mashirika ya kiraia, serikali, sekta binafsi na washiriki wa maendeleo kujadili kwa kina namna bora ya kufanikisha maono ya kitaifa. Asante Recho Chacha na taarifa hiyo. Tuelekee mkoani Arusha ambako mtandao wa kupinga ukatili wa kijinsia kwa jamii za pembezoni Tanzania CAIC umelaani vikali udhalilishaji unaofanyika mitandaoni dhidi ya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dokta Samia Suluhu Hassan na kusema kwamba hauvumiliki. Hazra Omari mwanahabari wetu huko Arusha ana undani wa taarifa hiyo. Akisoma tamko hilo kwa niaba ya wanachama wa mtandao huo jijini Arusha, Rosi Njilo amesema udhalilishaji kwa kiongozi huyo wa juu wa taifa la Tanzania unapaswa kuchukuliwa kuwa ni udhalilishaji wa Watanzania wote na inapaswa kukemewa na watu wote. Tunavyotukanwa nchi ya Tanzania, akitukanwa Rais ni kwamba tumetukanwa Watanzania wote kwa ujumla. Kwa hiyo ninaomba tujitokeze wote kulaani kila mmoja kwa nafasi yake, kwa sababu kutukanwa rais imetukanwa nchi, kwa sababu rais ndio nembo ya taifa lolote lile. Kwa hiyo hata sisi, akitukanwa Daktari Samia Suluhu Hassan ni kwamba tumetukanwa wanawake wote wa Tanzania, lakini pia tumetukanwa wananchi wote wa Tanzania. Kwa hiyo niombe tu wananchi wote wa jamii ya taifa hili la Tanzania, tujitokeze kuhakikisha kwamba tutailinda nchi yetu. Kwa namna yote ile, kwa sababu eh, wanaharakati wa haki za binadamu ni lazima pia tutumie nafasi tulio nayo kuhakikisha kwamba nchi yetu pia itakuwa salama, kwa sababu anaposhambuliwa rais wa nchi tayari hapo nchi haiko salama, na tayari hapo wananchi wote hatuko hatutakuwa salama. Kwa hiyo mimi naomba kwa ujumla wetu tuhakikishe kwa kwamba tutasimama na rais wetu, tutasimama na nchi yetu kuhakikisha kwamba uchafuzi huu wa kimtandao ambao anadhalilishwa rais wetu, mnaona sasa hivi kila mtandao ukigusa, unaona picha anazoeditiwa, kutukanwa ama kudhalilishwa rais wetu. Kwa hiyo kwa kweli tumechukizwa kama wanawake watetezi wa haki za binadamu. Kwa upande wake Idi Ninga, ambaye ni mwanachama wa mtandao wa kupinga ukatili wa kijinsia Tanzania, anasema anawashangaa wanaojiita wanaharakati wa haki za binadamu, huku akiendelea kuvunja haki za wengine bila kujali nafasi ya Dr. Samia kama rais wa nchi. Tumechukulia kwa uzito mkubwa sana tukio hili la kudhalilishwa kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, udhalilishaji ama ukatili wa kijinsia ambao ulifanyika kwa njia ya mitandao ya kijamii kwa wale ambao wanajita wao ni wanaharakati wa haki za binadamu. Sisi tukiwa kama wanaharakati wa haki za binadamu tunaamini kwamba mwanaharakati yeyote yule anayeamini katika utu, anayeamini katika jinsia, anayeamini katika faragha kamwe hawezi kufanya ukatili wa kijinsia kwa njia ya mitandao ya kijamii. Tukiwa kama wanajumuiya ya Afrika ya Mashariki, lakini hatuna haki wala hatuna dhima ya kuingilia masuala ya ndani ya nchi yeyote. Hatuna dhima ya kumtukana rais yeyote hatuna dhima wala mamlaka ya kumdhalilisha kiongozi yeyote ndani ya jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Mtazamaji, hii ni TVE Habari, uko nami Scolastika Mazula. Baada ya mapumziko mafupi, tutaendelea na taarifa hii na tutaziangalia habari za biashara na masuala ya uchumi. Ni kusihi ubaki nasi. Hii ni TVE Habari.